Kwa majina anaitwa Fazili masudi ya Mbunda. Tunafurahi sana leo tarehe kumi na sita na tuliwaambia kabisa wapinzani wetu ao Simba Sports Club kwamba leo tunawafunga na walikataa, ila leo wamekuja kukubali, wameamini kabisa kwamba sisi hatuwezi, kwa sababu tunawafunga kila siku. Asa kwa vibondo wetu sawa. So, hapa mchenje tumekutana hapa apa tuipongali ya mpira mpaka tunamaliza hapa saizi. Ah, kuna vibonde wetu wa siku zote hawa wana Simba hawa, sawa, ambao ni wapinzani. Tuliwaambia kabisa kwamba sisi tunawafunga. Sasa hivi wapinzani hakuna, yani hawezi kuwa na wapinzani wa aina hii kwa sababu kila siku tunawafunga wao, yani washaishalaza mpaka ya sasa hivi umeelewa, eh. Yani hawa washakuwa vibonde wetu yani sasa hivi yani hata hamu ya kucheza nao tena hatutaki. hatutaki yani hamu ya kucheza nao tena hatutaki. Hatuna kwa sababu kila siku tunawafunga wao. Upinzano watokea wapi sasa? Watuchagulie timu nyingine kama, yani tuko tayari, watuchagulie hata na bungo sawa, ili tushindane nayo, lakini Simba kila siku tunawafunga wao wao, sawa Yaani hao sasa hivi hawana ra, hawana laza. Hawana laza wana Simba. Mimi nina furaha yako leo. Kwa majina naitwa Manase Swedi, natokea Mtwara, maeneo ya Mtenje. Mimi timu ya Yanga. Siku zote Simba alikuwa anaongea, Yanga sio timu, Yanga sio timu. Na sisi leo mjione kwamba Yanga timu. Maana alikuwa anasema, Yanga makolo, Yanga sio nini. Yaani hapa mwendo Simba mwendo wa kuwachapa, mwendo wa kuwachapa tuogope, nkicontogope hiyo Ha, Simba sisi madem zetu. Adam Selemani kwa majina kutoka Mtenje. Ah, dami nimeona vizuri vizuri. na Na na timu imecheza furaha kubwa sana. So na imani tunafanya katika mchezo. Kama leo tunapiga mtani. Na mshike. Mechi ya sita mfululizo. Wewe kwako umepokeaje ushindi? Unadhani wapi mtani wako anakwama?